Watu wamekuwa wakiuliza Dunia ndiyo imeisha au haijaisha? Kwa nini inachelewa kutoka? Maana mpaka sasa hivi ni muda tangu episodi ya mwisho ilivyotoka, na hatujashuhudia episodi nyingine zikiendelea kutoka wala kupata update yoyote kupitia wamiliki wa, wa tamthilia hiyo akaunti vao za mitandao ya kijamii za director, kwa maana ya mtunzi wa hii movie, lakini pia na hata waigizaji wenyewe hawakuweza kutoa tamko lolote. Watu wamekuwa wanajiuliza kuna nini ambacho kinaendelea, bwana? Dunia haiendelei. Sasa hatimaye nimeweza kupata jibu la kila ambacho watu wengi mnakuwa mnajiuliza, kwa sababu hata mwenyewe mwanzoni nilikuwa nashindwa kutoa jibu. Kuna watu walikuwa kuja DM kwenye page yangu ya Facebook, pia wananiuliza kuhusiana na na na na swala lakini, lakini nilishindwa kuwajibu kwa sababu sababu bado nilikuwa sijapata confirmation ya ya ya ya kile ambacho ambacho ambacho kilikuwa kinaendelea kinaendelea, lakini finally nimepata jibu la nini ambacho kimepelekea mpaka sasa hivi tunaona kama kama movie ya dunia imekuwa na ni kama vile imestaki. So majibu yote ninayo hapa na ninataka kusimulia ili mwisho wa siku mpate ufahamu kile ambacho kinaendelea kwenye series ya dunia, na sababu ya kufanya hii movie siendelee mpaka sasa hivi, lakini kabla tujafika kwamba hapa ndio mahali pekee ambako utakuwa unapata updates nyingi zaidi kuhusiana na hapo chini. Ya hii ni filam Tanzania na mimi ni Mr. Filam kama kawaida. Ndipo hapa kwa ajili ya kuhakikisha unapata updates zote kuhusiana na trending stories, Kuhusiana na kila ambacho wewe unahitaji kukijua. Sasa usisahau kusubscribe, alafu twende zetu moja kwa moja mpaka mwisho ili upate kufahamu ukweli wote, nini ambacho kinaendelea kwenye dunia series. Sasa kama kawaida, ni muda mrefu sasa hivi umepita dunia, tumeona kwamba kumekuwa na ukimyo mrefu sana, watu wamekuwa wakiuliza maswali mengi sana, kuna nini ambacho kinaendelea. Tangia mwanzo, mapokezi yalikuwa ni makubwa sana kwa watu, na sijui wenyewe walikuwa wanafikiria nini kuhusiana na hiki ambacho kimeanza kutokea lakini, ngoja nikukumbushe kitu kimoja kabla sijakuambia sababu kubwa ambayo inasemekana ndio chanzo cha dunia series kuwa pale. Wengi tunafahamu kwamba pale inapotokea ugomvi baina ya main characters au kama ikitokea moja ya characters wakuu akawa anapata changamoto au akawa hakuna maelewano mazuri na mwajiri wake, automatically. Lazima hauwezi ukasema utatengeneza movie alafu itaweka replacement ya mtu. Kwa mfano kama Manyanya au mtu kama Vailet kwenye Dunia, hapo kiukweli utakuwa umeharibu kabisa Dunia na watu hawataipenda. Ukijaribu kuwaza kwa kila ambacho tunaweza kukiona kwa Matrida utakuja kufahamu na kupata picha halisi ya kwamba kidini kile Matrida alivyoondoka tu akaletwa mtu mwingine, lakini watu waliriakti vibaya, na wengine wakasema kwamba wataacha kufuatilia. Kumbuka, Matrida hakuwa main character. kuna main character pale Manyanya pamoja na Vailet. Sasa kuna kitu ambacho aliwahi kukizungumzia Amani, tunafahamu yule Chachi Boy ambaye sasa hivi hatuko naye kwenye series za dunia. Alisemanga kabisa kwamba moja ya sababu kubwa ambayo imekuwa imempelekea yakaondoka pale ni masuala ya financial problems, ni masuala ya kipesa, tena mshahara unaweza kusema hivyo, ambapo inasemekana alikuwa aridhishwi na ule mshahara ambao alikuwa anapewa, ijapokuwa kuna sababu nyingine alikuja kujiweka mle ndani, ikiwa ni kwa ajili ya kuweka tu ujazo wenyewe, sababu kuu ya kwamba masuala ya kipesa ndio kitu pekee ambacho kilimtoa Amani kwenye seri za dunia, akaamua kwenda kujitafuta kivingine. Sasa hiyo hiyo issue imeanza kutokea one more time kwa mmoja ya main characters ambao mpake sasa hivi una kwamba hawana maelewano sasa. Kuna Vailet alafu kuna Manyanya, hawa ni watu ambao wameshikilia series za dunia, kwamba ukimtoa yoyote automatically umeharibu series, hata kama ukiacha upande wa kina Catherine. Sasa unaambiwa kwamba Manyanya ni moja ya watu ambao sasa hivi ni kama vile ametia mgomo, lakini pia hakuna maelewano kati yake pamoja na Beat Production kwa maana ya baba Asma baada ya kuonekana kwamba hapewi stahiki zake kwa muda na kazi anayofanya imeonekana kuwa ni kubwa zaidi ya kile ambacho ame kikipokea so, ameamua kwamba kama hataongezewa ama kama hatafikiriwa kwa namna nyingine, basi huenda sasa akaamua kuachana nayo. Kumbuka siri hizi za dunia napata watu wengi sana na faida kubwa sana huyu mtu anaipata, kwamba tunafahamu YouTube, tunaelewa kila ambacho kinapatikana. Hata kama kwa Tanzania pesa zinapatikana ndogo, lakini kwa idadi ya nambari zinayoonekana pale, tunafahamu kitu cha nambari kinapatikana hata kwa makadirio tu. so Manyanya, mpaka sasa hivi ni kwamba ndo mtu ambaye inaonekana amekuwa na doubt, I mean amekuwa akitia kipingamizi kwa hii movie kuendelea kutokana na sababu nitasema kwamba aliridhishwi na kile kidogo ambacho nakipata. Kumbuka wakuwa kwenye mkataba, so kuna wakati unafanya kazi hata miezi miwili inapita, hakuna mshahara na vitu kama hivyo, yote ni jangamoto zinatokea kwa movie zetu za Kibongo, na mwisho wa siku naona mambo yanayoenda kutokea ndo kama haya kwamba series zilitengenezwa vizuri lakini sasa hivi, watu wamemisi sana na kuona kwamba Manyanya itaendelea lini japo any time inaweza kaendelea, lakini mpaka sasa hivi, hatujui. Tuko na dilema ya kwamba ni lini itaendelea series yote kwa yote hajulikani mpaka sasa hivi so, uh, tulitegemea movie kuendelea lakini mpaka pale ambapo maridhiano yatafikiwa baina ya hawa watu wawili ambao uh, automatically hakukuwa na namna ya kuendeleza movie wakati main character yuko kwenye changamoto na vitu kama hivyo. so, maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki, lakini pia nikukumbushe ni kwamba ukisubscribe utakuwa katika nafasi nzuri, ili nikileta update nyingine, wewe unakuwa wa kwanza kabisa kuipata. Kwa hiyo pointi ya msingi ni kuomba utumie sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo, like video na pita comment section, acha maoni yako hapo, utakuwa umetisha sana. Mimi naitwa Mr. Filam na hii ni Filam Tanzania, channel namba moja kwa kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na masta wako na wapenda unakuwa unazipata hapa, mpaka next video. Bye, bye.